Kituo hicho cha mafuta cha Lake Oil mara ya mwisho kilifungwa Juni 27 mwaka huu na afisa mazingira mkuu wa NEMC Dr. Yohana Mtoni, lakini ujenzi huo umekuwa ukiendelea kimya kimya, hususan nyakati za usiku, jambo ambalo mkuu huyo wa idara ya ukaguzi wa NEMC amedai ni ukiukwaji mkubwa wa sheria namba 20 ya mwaka 2004 inayokataza kufanyika kwa shughuli zozote kwa miradi inayohusisha vituo vya mafuta kutojengwa hadi tathmini ya athari kwa mazingira imefanyika na cheti cha mazingira kutolewa. Eh, Lake Oil hii kituo cha mafuta kilijisajili kwa ajili ya kufanya tathmini ya athari kwa mazingira, lakini wakati mchakato unaendelea, wao wakaanza shughuli za ujenzi, ambapo ni kinyume kabisa na sheria ya mazingira, na wamesimamishwa mara kadhaa, mara mbili, mara tatu, lakini kila wanaposimamishwa, wanaendelea na ujenzi kama unavyoona, eh, hata hapa hivi lengo la kufanya tathmini ya hatari kwa mazingira ni kuweza kuzingatia, e, kuzingatia kama kuna makazi ya watu, watu wanalindwa vipi kulingana na mradi huo, lakini unaona kuna uharibifu mkubwa umefanyika, mlima umekatwa na hata kuna nyumba zinaning'inia. Kwa hiyo hapo kuna hatari sio tu ya kimazingira, lakini pia kuna hatari ya, ya kusalama wa watu. Kwa hiyo hili eneo na kwa jinsi lilivyo sasa hivi ni eneo hatarishi kwa makazi ya binadamu. Mwanasheria mkuu wa NEMC Manchare Heche Suguta amesema sheria kali zitaendelea kuchukuliwa dhidi ya watu wanaokaidi maagizo ya serikali, huku akibainisha kwamba hiyo ni mara ya tatu kwa uongozi wa kampuni hiyo kushindwa kutekeleza maelekezo ambayo wamekuwa wakipewa na maofisa wa baraza hilo. Ukija ukajiandikisha NEMC, ukaandikisha mradi wako ili ufanyiwe tathmini ya athari kwa mazingira, maafisa wetu wakishapita, huku nyuma watu wanaanza wanajenga wanamaliza project kama hivi. Kwa hiyo hata maana ya kile cheti chenyewe inakuwa ina haina, kwa sababu hamna tena. Kwa sababu mpaka sasa hivi cheti cha hawa jamaa mimi najua kwamba mchakato unaendelea na kitakuwa kwenye hatua ya kwenda kule kwa mheshimiwa waziri ili asai. Tunayo maagizo ambayo mheshimiwa waziri mwenyewe ameyatoa kwamba tusimamie miradi hii. Baadhi wa ya wakazi wanaoishi juu ya mlima wa Bugarika uliopo jirani na mahali panapojengwa kituo cha Lake Oil makutano ya barabara ya Pamba na Kenyatta wamelalamikia ujenzi wa kituo hicho uliosababisha nyumba zao kupata nyufa na maisha yao kuwa hatarini kwa hofu ya kuporomokewa na mawe wakiwa wamelala nyakati za usiku. kelo yangu ya awalekigesi wamechimba mpaka nyumba zetu zinanyufa, mdo zim, zin, zi, zi, utu naozikabomoka, tumeshatoa malalamiko zaidi ya mara tano lakini serikali haitutendee haki. Hmm. Awe, awisha kuja kusimamisha ujenzi wa hapo, lakini bado wanajenga usiku. Nikiripoti kutoka jijini Mwanza, mimi ni Mabere Makubi wa ITV.